Nilikutana na mkwezi chini ya mnazi katika mtaa mmoja mjini Kilifi. Kazi yangu hata ulayaka jina la bushi bebi, maana na majina mengi, kila mtu anageuza jina lake mm. akiwa apanda mnazi wengine kima wa mnazi. Asili yangu, bebi, asili ya asili. Asili yangu nimetokea Pemba mm. nimetokea Pemba tangu mdogo mpaka nikaja huku nikapokewa, nikakaa vizuri na watu, sijaiba, sifanye maneno mabaya, nikaanza kupokewa sasa nilipoishi maisha yangu nikatembea tembea mpaka Mnarani. Kufika Mnarani pale nikakaa nimekuja na boti kuja kuvua. Kutoka Pemba? Eh, kutoka Pemba. Kutoka eh. Pemba na boti kuja kuvua kufika pale boti yangu ikaharibika mm -hmm. Nikashindwa nitafanya nini? Sasa huu mnazi una, una faida gani ama kwa kwawe, kwa wewe fa, umekuathiri? Kwa mnazi nimetoka katika mbio zangu nilipotoka huko nilikutana na wazungu njiani. Mm -hmm. Kukuta njiani wazungu kutembea tembea, akaniambia mimi na design fulani naweza kuufanyia akaniambia mimi tufanyie. Ile kufanyia kama panda mnazi waweza kupanda kama anaweza kupanda. Ile naweza kupanda kabla tuoneshe, mimi nikaonesha mnazi. Ndio kachukula katika mahoteli sehemu mbalimbali. Mimi niko yeah, chini ya mnazi hapa, na kuna mengi ambayo nakuletea katika jungu la babu Lolani kali. Eh, nitakupakulia mengi ambapo niko na mdau wa baharini hapa, atatupa mengi baharini na huku nchi kavu eh, mengi ya mnazi Kena. Mnazi umekuwa kile mnazi, kwa kusema leo kweli ulinipatia mambo mambo mengi, nimejenga na mambo mengine eh. lakini mnazi uliniasiri kwa sababu nilikuwa nikofanyia kazi ilikuwa hawa nilipi na jitegemea mimi mwenyewe kujilipa eh. na ngalikuwa na nilipa, ngalikuwa niko na kipato na watu wengine, kwa sababu napiga show kali, napiga ma design kila design. Hasa leo hii nataka kuonesha design yangu nilikuwa ya kupanda mnazi. Mnazi najua kusuka makuti, unasuka vipakacha unasuka kofia, unasuka tai, unasuka ambao kama ukanda wake, unasuka rubega unaita wenyewe. Hapo pia unatengeza viatu vya mnazi, ambao yeah. Vya mnazi vile vinatengeza viatu vya mnazi unavaa. Kwa ufupi na kuvisha mnazi mwili mzima na kuvisha. Kwa hivyo hapo tutaonyesha onyesho la mnazi. La mnazi. Hebu tulione. Haya basi ndio huyo bana. Anapanda juu ya mnazi kwa njia zake za kipekee. Unaanza kupanda kwanza, unafunga pingu hizi. Ehe. Uh-huh. Ukimaliza, unakulia kidogo hivi paguo. Ukimaliza Naanza ngoma yangu. Haya basi. Haya twende. Haya. Haya, haya huyo twende hapo liko, hapo liko. Wapi? Hello. Wapi? Huyo. Amenda huyo. Ati kumekucha, asubuhi na mapema sasa. Ati mnakaribishwa wewe. Hakuna matata Kenya. Ah, muko wapi? Hello. Halo. Talala wapi? Jambo. Jambo bwana. Habari gani? Nzuri sana. Kenya yetu hakuna matata. Jambo FM hakuna matata. Ekoko FM hakuna matata makaribisho. Ndio huyo basi, anaendelea kupanda huko, ametupa kionjo cha Koko FM. Eh, Ye! Kujigeuza, alianaea Koko FM. Tunang'ara mpaka jioni, tuko juu, mtuangalie Koko FM yeah. Tayari wapi kwa Koko FM, umeamka karibuni, kofia na eh, eh, tatu na suka uh, pakacha na mengine mengi yaja. Aliposhuka akatoa sauti ya nyani, aya nyaniayuu oh, ni bush baby. Bush baby huyo. Bush baby anatoa sauti ambazo ni za ajabu kabisa. Ehe. Tembea kwa yake na... ndio hiyo <laughs> Eh, <laughs> bwana hebu <laughs> <laughs> nieleze hii sauti ya mnyama gani hiyo? Hiyo ni monkey. Ehe. Ama anaitwa kima. Ehe. Tunalia kama kima. Na ulijifundisha, uliipata wapi kipaji hicho? Ni kipaji kipajiikangu kujifundisha. Halo. Kwa kupanda minazi ndio kipaji kikaa kuja wageni, watu Design. Uh -huh. Kwa design show show yangu. Umepiga show wapi wapi, na wapi? Uh -huh. Bay, Zanzibar unaitwa Western Sport Kiwengwa Jambiani, nimezunguka katika sehemu za zenye na mbali na Kenya, nimeingia Kenya, Tanzania. Nikaenda Msumbiji kwa kuitwa inaitwa Maputo Hotel. Hoteli nakapiga show zangu nikarudi. Na watu g uh, Ethiopia nimeenda ita... Umefika, ah, eh? mefika Ethiopia Ethiopia. Ethiopia Ethiopia. Ah, nimeenda? Eh. Nikaenda nchi nyingine Burundi huko ah. Nimezunguka nikaitwa show nikaenda Morocco kwenda kupiga show yangu hii, na nimefika mpaka na Jamaica. Tusatengene kitu wa baluni. Nimeenda kupiga hiyo show, nikarudi. Na unaimba? Kama si, unaimba. Kama imba hebu. Unaimbaimba ebu eni msani? Msanii unachana mistari unamwambia mtu lake kama amefanya mambo nampatia mambo na mboyake, na na mpendi, kama kama yake. Yakenampeni kama vile. Kama yani yoyote unataka tupe tupe basi kidogo <laughs> ah, na subiri nasubiri sito choka mapenzi ya kokonati na kupanda wenzangu kupenda kuna bahati ni kama kuchindwa na bahati kuliko kukosa bahati. Na mimi nilitafuta lakini nikapata ziki, nilipata mazema na wazuri marafiki. Sasa hivi napanda mnazi nasafika kwa haki, ninapanda mpaka Koko FM unaonekana kama juu ya bati. Nimepanda nimekuja juu ya mnazi na kokonati, kitu gani mnataka mapenzi? Napendelea kokonati na Koko FM ingare juu juu zaidi. Aliposhuka tu akatutumbuiza kwa shairi alilolitunga hapo hapo eh. Kwa jina na anza pia jina nena watajia jina, jina langu ni Ali, kila mtu alijua naenda Koko kule kwenda malizia. Redio Koko FM kila mtu waijua bwenda Bo kwa bosi noshi, yeye hana mikosi, ni mzuri kutangaza na yanke siku ya Alhamisi ni siku nzuri tena eya, kwetu sisi tunaenda kwa boshi, ehe, ye hana mikosi, anita santuri tua msifu barila, na mwengine anita kie, ni kutangaza hata siku zikipita, ulala kwake nyumbani, ikisha akamka akenda kweko, efuwe muna eye akasifika ya nyarukia hapo ninakimbilia kwa kikanyanya, Rukia ni mzuri kwa matangazo na nsema zake tabia, hajui wala kununa. Ismaili huja kwake pia akicheka kutangaza, ni nzuri zake tabia. naye wake marua ni mzuri wa kutambua, ni mzuri wa kusoma, hata yeye ni mwelewa, haye hapo ndibati wala hapandi mashua yuko kokoefuwe muhuko amesha tulia Kasimu nae Zuleha Kasimu nae Zuleha ni wazuri wa tabia yule pale wazili mwengine akachukua maneno yake mazuri wao hujifikiria hutangaza redioni mpaka tivi ni pia. Badiko diko. Na mwengine. Na huko, huko. Kuja kusahau madikodiko ni mzuri wa vituko wala siyo masumbuko akikupa neno lake unapata muamko, mko sifa zote madikodiko hizo zishuke kwako, Sister Shaniz. Na Shanizi, dada angu ni sisita ndugu yangu, ninapokufikiria wewe ndiyo mwenzangu, nakumbuka kipaji changu utaking'arisha kwa amri ya Mungu, wewe ndiyo dada angu utakuza kipaji changu, ahe kalambua mwangu mimi sijajua hausosana, kalambua, unapofikia poti utaipanda mashua, lakini kule uliko mimi sijakusahau pia, salamu zije kwako hausosana, wewe kalambua. Wa rumba revolution na mwingine ni malumba, na wewe jina waitwa rumba una katika mitumba, siyo kazi yako ya rumba. Wewe ni levisheni tena kwenye televisheni, wewe unawerevusha wagea mpaka wageni. Mash baby mash baby ni mahali, mwengine ni kasukari Ujapata kweli kweli wewe ni mashi bebi kweli Mama na kusifu huko uliko tena unambie tayari Mama. Usikize maneno yangu utulize kweli kweli, na mimi nimekupenda kama kurambisha asali na kupenda kaka yangu wewe mashi kweli kweli kweli, kweli. Najua huko angani kila mtu wa mzuri ulipopemba kila mtu unakubali, baba yaga, na rubikache, baba yaga na rubikache, baba yaga rubikanche, wewe siyo mwanamke ni wewe mwanaume kuchekesha, we zake ni mzuri kwenye sifa, hasa kwenye vituko vyake, tunavipamba sana kucheka vilivyo vyake, hatamkabobobobo. Hiyo siyo kazi yake kazi yake kutangaza vichokesho kwa wenzake, kikosi cha wanahabari, kikosi cha wanahabari, munisikilize kweli kweli. Hapo ni na malizi ya jina langu ni Ali, nataka huko Coco FM nipande juu, hatari nisikize Tanzania mpaka kule Marekani. Amso shupavu wa malenga Mr. na walizana, amso washupavu, kazi yako wewe sio kwa mabavu, ni mtu wingi vituko, ukechekesha watoto wacheka, mpaka vitoko vyako wamependa vichekesho mpaka sitori zako. Nabasi, ndio hivyo, nina na ninamalizia kushika ng'ombe mkia. Leo ninaomba dua koko, Mungu aweze kuinyanyua. Basi amewataja oh, karibu wote eh. Basi amewataja karibu wote bana, lakini kanisahau mimi eh. Basi nisahaulika mimi lola nikalu mimi ni lola nikalu ah, basi sija kusahau siseme nimekudharau. ila mtuhuja nizarahuu lola likaluniko nayoveganisi msau <laughs> tena atompandisha juu sifa zote zije kwake. Atafuta wadogodogo, hauni saizi izi yake. Hatafuti matajiri, hausio watu wake watu weke vya paji chini chini awanyanyue ndio wenzake. Aya basi, huyo alikuwa ni msanii wetu ambaye anategemea nazi na bahari. Mimi ni Lolani kali, Koko FM redio ya Pwani.